Sallallahu <tabu> alaihi wasallam, pakaulizwa huyu mtu ana deni, nani atakayedhamini deni hili kabla hajapelekwa kaburini? Huyu mtu ana mali, mali yake vipi? Nani mrithi wake? Huyu na huyu na huyu na huyu na haya, sasa mpelekeni. Hii inaashiria kwamba kwa kukua, sisi, na ndivyo ilivyokuwa imeelekezwa jamani. Sote tuna, tunafahamu wengi wetu ni walimu mashekhe maimamu, e, tunafahamu kwamba marehemu akishafariki basi huwa hakuhitajiki kuchukua muda mrefu bila kufanyika mirathi. Japokuwa sisi tuna utamaduni ambao uko kinyume na taratibu za dini za, lakini hakuna tatizo kihivyo, isipokuwa kuchelewa kwenyewe pande moja pia kuna kwa kunapelekea changamoto nyingine ukaa siku moja mbili, au tukakubaliana tu tuka kwamba wacha tumalize tumalize baada ya arobaini tutashughulika na masuala ya mirathi. Hakuna shida, japokuwa ya, maelekezo yanataka akishafariki mtu usichukue muda mrefu, mirathi ifanyike. Sasa kinachojitokeza muda unakuwa mkubwa zaidi. Sasa muda ukiwa mkubwa zaidi, ndipo hapo pana kuanza kujitokeza hizo changamoto. Marehemu kaacha nyumba, kaacha pengine matumbo mawili, nyumba mbili, pengine au nyumba moja tu, kuna tumbo moja kubwa. Marehemu kabla ya, ya kufariki ya kwake kwa miaka michache alioa tena, pengine kuna tumbo la watu wazima na kuna tumbo jingine la watoto wadogo. Watu wazima kule atakodisha nyumba ile, wanakodisha nyumba wanachukua kodi ya mwaka mzima, tumbo jingine huko hakuna hakuna kinacho kinachokuja na mfano wa hayo. Na bila shaka sisi wageni wa masuala haya, changamoto hizi nyingine tushakumbana nazo sana katika jamii kutokana na, na hivyo ndiyo maana tunahamasishana tuna na kuhimizana kwamba mirathi isicheleweshwe, na isicheleweshwe bali ziada kwamba wahusika waende katika sehemu zinazohusika kwa ajili ya kuenda kufanywa mirathi. Hapa nao pana changamoto nyingine, kabla na sijaendelea, naitaja kabisa, wapo baadhi ya watu wanafanya maswala hayo ya kurifisha ndani ya sheria zetu. Ndio maana juzi walivyokuja viongozi wakasema nami, <coughs> nitachomeka hapa hapa kwa ajili ya kuwapata hawa wahusika ambao mambo ya dini mara nyingi wao ndo wanakuwa wanakabiliwa, ili tupate kufahamishana. Swala la dini bila shaka hawezi kufuatwa kijana anakaa kibarazani au hata mtu mzima ambaye anakaa kibarazani, aliyokuwa ali hana maarifa ya dini. Atakayefuatwa ni mtu ambaye ana hikima zake, mtu mzima, ana mtazamo wa dini, eh, shekhe yeye. Sasa, <coughs> anapopatwa mtu basi, na yeye anahitajika atoe maelekezo <clears throat> maelekezo ambayo yatamsaidia yule mhusika hasa hasa mali zina, zina zinapokuwa mali kubwa, kuna shamba, kuna kiwanja, pengine marehemu kafariki kaacha fedha benki au alikuwa mfanyakazi pengine, kwa hiyo kuna fedha zake, japokuwa hizo zinakuwa ngumu kuzipata, ndio lazima wahusika waje kwenye ofisi zinazohusika na hayo. Lakini mda mwingine pengine kaacha kaacha fedha, au pengine alikuwa na mambo ya vikundi vikundi, kwa kuna fedha kule milioni na eh, milioni mbili pengine. Sasa fedha nyingi kama hizi unahitajika kufanye zile taratibu ambazo zinahusika halafu. Sasa changamoto nyingine inayojitokeza ikiwa mirathi itakuja kufanywa katika Kamisheni ya Wakfu na Mali Amana hii, e, changamoto inajitokeza na, na baadhi ya watu wanafanya hivyo, lakini kwa kutokujua, wale warithi kuhisi kwamba labda kufanya vile utawakimbiza kutokana na baadhi ya ya prosesi za, za kiofisi labda pengine mambo yatachukua ya muda, hawajui kwamba zile taratibu za ofisi yetu zinakuwa zina unafuu kwa upande fulani, na hii ni miongoni mwa changamoto kubwa ambazo ziko, watu wanahisi kwamba kupeleka mashauri yao ya mirathi Wakfu na mali ya amana na kuzipeleka mali zao wakfu na mali amana, zile pesa zote zinachukuliwa na, na wakfu na mali amana, au nusu kwa nusu wanagawana wakfu na, na mali amana na na warithi. Mara moja nilikwenda e, mguja huku, niko kuna mali mmoja pale, baada ya kuzungumza hili akasema yeye mwenyewe, bwana, mimi nilikuwa nikiwaambia hasa watu msipeleke lakini tukapeana ule ufafanuzi kwamba shauri la mirathi linalofanyika pale kinachokatwa ni kitu kidogo. Zamani ilikuwa imesogea kidogo, ile asilimia ilikuwa 9.5 sasa hivi imeshushwa mpaka asilimia 0.25, sasa na kusema kwamba katika milioni moja ikakatwa shilingi 2500 mili mili mili mili mili, katika milioni 4 ikakatwa shilingi kwa hiyo pengine kisia kama milioni 30, ahn pengine labda marehemu aliacha nyumba au aliacha shamba. Kwa hiyo zikifanyiwa tathmini mali hizi eh, kwa asilimia 0.25 labda nyumba milioni 30 na shamba pengine labda milioni 70, ikipigwa total hii kwa asilimia 0.25 inakuja asilimia mbili labda kama shilingi elfu sabini pengine au elfu thamanini Hicho ndicho ambacho kinafanyaje, kinakatwa. Sasa mirathi inafanyika huko katika shehia, marehemu kacha hichi kacha hichi kacha hichi, wahusika wanamwita shekhe, na mashekhe ndo sisi eh? Sasa kuna kuna ile kwamba shekhe kaja, akishafanya kazi kisha rithisha naiayeu mfikirie sasa baadhi ya wakati unaweza kukutia. Mimi kama mjini, mara moja kwa shehe mmoja, mirathi imefanyika, akakatiwa milioni tano kazi yake ya kurikisha, ya mwingine ye milioni nzima, wakati ile process inayofanyika pale wakfu na mali amana. Kama wakfu na mali amana, pengine labda kitakachokatwa kwa mali ile labda laki moja kwa asilimia sasa sijui tunapata tuna, tuna picha hapo, labda gharama inayoongezeka ni ile iliyosema kwamba ule kamisheni ya ardhi kwa ajili yao kuja kufanya tathmini na ile ni kazi yao na zile ni gharama zao. Na hiyo imekuwa imeshuka, iko katika kiasi hicho, pengine labda nyumba thamani yake ni laki moja na nusu shamba labda laki mbili ndo thamani yake. Hiyo ni thamani imekuja ime baada ya kufanywa maombi na watu kukaa vikao, wa jamani, hii mali ya marehemu hawa, ni warithi lazima tuangalie kwa jicho la huruma. Lakini mali ambayo si ya marehemu, ya mtu ambaye yuko yuko hai, haifanywi tathmini kwa gharama hii, gharama yake iko zaidi ya hapa